ila kwa hapa kuna ngoma ambayo inafahamika pia kama Tafuta bwana kutoka kwa Zaidi, kazi kabisa ambayo zaidi ni kazi mpya kabisa pia ambayo ameweza kuja nayo. Zaidi amekuwa kimya bila kuachia ngoma, na amekuja na ngoma inafahamika pia kama Tafuta bwana akiwa amemshirikisha tafuta bwana, unazeeka. Tafuta bwana, unazeeka. Tafuta bwana, tafuta bwana Kula sana, wana jaza unazeeka, sana, unazeeka, sana sana sana wana. Tafuta bwana, saa tuko na zaidi uh, tuweze ya tuweze kupiga na stori, tuweze kujua pia uh, stori kati ya kimya, lakini pia ngoma ambayo ameweza kuitoa, mapokezi yamekuwaje, na mambo mengi ambayo yamekuwa ni pia, yame pia. Zaidi, ongela kwa wimbo mpya na mapokezi hey. Hey, yamekuwa makubwa pia sana kwenye hii track. Mapokezi haya yanakuambia nini zaidi? Pia na ngoma hii baada ya kimya cha zaidi ya miezi kumi bwana. Uh, nashukuru sana nashukuru sana, it's all love. Uh, cha kwanza ambacho nimejifunza kwenye mapokeo ya wimbo wangu mpya uh: watu wana kiu ya burudani uh, watu wanapenda sana mziki tofauti, mistakes tofauti, kwa sababu ukifanya comparison ya mziki ambao uko na ambao nimeutoa mimi utagundua, uh, kama nimeleta kitu kinaweza kama kilikuwepo lakini hakikiri maanani, au nimeleta kitu kipya kwenye kitu cha zamani. Kwa hiyo mi nimegundua tu mashabiki wanapenda mziki na wanapenda testi mpya sana sana sana sana sana, ndo hii kitu ambacho nimejifunza hapo. Saa zaidi, labda tujue shabaha kubwa ya kuja na ngoma hii ambayo inafahamika pia kama tafuta bwana, ilikuwa nini, licha ya kwamba watu wanaamini kwamba umeweza kuwazungumzia wanawake um? Uh, tafuta bwana target yangu kubwa ilikuwa tu ni, ni, ni kama ningesema tu jamani tu, tu, tu, tujaribu kuwa wema au eh, yeah, tuache uslai queen au tufanye yani, ningeweza kutumia lugha ambayo watu wengine wote wangeweza kuiona moja kwa moja, lakini nimejaribu kutoa funzo kwa lugha ya mwalimu mnoko, ndio eh, shule yangu na kuaga na mwalimu mnoko kwamba bwanae ukichelewa fimbo mm, homework fimbo, nimefanya nimetumia lugha hiyo. Kwa hiyo najua watu wengi wanaona kama nimewasema vibaya wanawake, lakini ukiangalia reality leo, ingia online hapo, angalia hata ma role model wetu wa kike, wadada, wadada walivyo eh? Picha zao, mienendo yao. Kwao mi nimejaribu tu kukanya na kuwakumbusha tu umri unaenda na kuna maisha zaidi ya ambacho wanakifanya. A, sawa. Zaidi pia unasaa tuzungumzie mpaka um, tunaipata M sauti ya Belle 9 kukaa kwenye vesi yako huu utaratibu ulikuwaje, mpaka unampata bele naye? Uh, bele ni story kidogo tofauti, kwa sababu mi na bele tumekuwa tukihang sana muda mrefu kidogo, lakini hatukwahi kufanya ngoma. Nafikiri kolabo ilitokea coincidence, yaani haikuwa imepangwa. Uh, bele, tulikutana studio kwenye kwenye, kwenye mtikasi mwingine katika kumsikilizisha miziki Bele akasema bwana mimi zaidi. Mbona saa pia wimbo mkali sana pia. Vipi zaidi? Tunatarajia kuona video ina gani kupitia a samples zinazungumziwa kwenye ngoma hii, kila mtu anaza kalaba kuna vitu wanatarajia kwamba vingekuwa hapo. Vipi kwa upande wako, tutarajie video ya aina gani hivyo? Uh, naweza kusema mimi miongoni mwa wasanii ambao hawana video nzuri yani, sina video, sijai kuwa na video nzuri kiasi hicho video mm-hmm. zangu nyingi zina level ya kawaida. Kwa hiyo Tafuta Bwana tumesha shoot na video ina, ina uhalisia mkubwa sana tulichokiimba, na tumejumuisha marika tofauti tofauti, hasa wazee, wamama wapo wapo, watu watafurahia sana video na muda wowote kutoka wiki ijayo nafikiri nitakuwa nimeiachia. Unadhani uh, zaidi comment za watu kukupa pongezi e, namna tu ambavyo wimbo e, umekuwa bora, pia watu wengi wakiamini kwamba umekuja na ubunifu tofauti. Hizi comment umezipokeaje kwa upande wako? vya. Ya, ni kweli watu wengi wame, wamefurahia track na hasa wadau wasanii wenzangu e, presenters, DJs, wamependa sana Nimepokea kwa mikono miwili. Unajua unapofanya mm -hmm. field moja na mtu yani mwenzako, mara nyingi kunakuwaga na chuki au kuna, unajua kuna ile mashindano na nini, lakini mtu ambaye mko naye field moja alafu anakuja anakuambia mwanangu, ulichofanya ni bora Tch, ni zaidi ya hamasa kwangu. Kwa hiyo nimepokea mikono miwili na nafikiri imenitia hamasa zaidi ya kufanya bora zaidi. Sawa, pia zaidi nimepata shida kidogo pia Zaiid e, baada ya kuelekea kwenye jukwaa lako pia mtandao wa kijamii hususan YouTube pale. Mbona kuna akaunti zaidi ya moja hapa? Sijui akaunti ipi ni iko sahihi, lakini pia sababu nini ambayo imepelekea kwamba Zaiid umekuwa na akaunti zaidi ya moja, takriban ni kama akaunti tatu pale YouTube. Uh, moja ya changamoto ambayo ilinipata miezi takriban nane saba iliyopita mimi nilimehakiwa akaunti zangu zote Ah. Uh, na nimehangaika sana kurejesha na naendelea kuhangaika mpaka dakika hii sijapata. Kwa hiyo YouTube imefungua mpya, kwa sababu nimeona nikiendelea kusubiri naona uh, una muda unaenda. Kwa hiyo nina YouTube mpya, ile ya zamani kiukweli si, sina access nayo. Hii YouTube ambayo inatafuta bwana tu ndo ya kwangu sasa hivi naitumia na naendelea kuangaika kama nitapata, sawa, nikikosa na zirejesha zile, jesha, zile tracks zote kwenye YouTube mpya. Kwa hiyo mi naomba watu wasiwe confused, hii YouTube ambayo inaitwa Zaiid yao ndio nimefungua sasa hivi na ndio inatafuta bwana peke yake. Pole sana zaidi kwa changamoto pia ambayo umeweza kuipitia kupitia, lakini pia na namna tu ambavyo juhudi zinaendelea kuhakikisha kwamba hiyo akaunti yako narejea, pia tukamilishe kazi na mwisho, wapo pia shabiki wana kusikiliza pia neno lako la mwisho na kuipeleka kazi masikioni kwao. Hapa pia mi bwana, naomba ni support tu, kwa sababu mwisho wa siku tunachokifanya ni kwa ajili ya mashabiki. Kwao ni support 100% niwe na nguvu, niwe na uwezo niwe na afya njema, eh, niweze kukidhi vigezo vingi na vingi kulipa mabili na nini, nini, nini. Lazima nisapotiwe niweze kukidhi hivyo vitu. Kwa hiyo naomba support ya kutosha kwa mashabiki. Napatikana na kwenye mitandao ya kijamii kama Zaidi Yao, sehemu zote, Z A I I D Y A O, sehemu zote nipo, waombe muziki nikae kwenye matop chat. nafikiri ni iko tu kikubwa, one love, na shukrani kwa support pia mnayonipa. Yeah. Wana saa zaidi, tumekamilisha naye kazi, nafamiki pia, kama tafuta bwana yapo pia, ameweza kumpa nafasi pia Belle naye nisikike pia. Wana saa fimeto, Rafnedy Fungo, endelea kusikiza kazi.